Tupo katika eneo hili la Matemwe Mbulitende na tunachokiona hapa nyuma yetu ni laini hii takriban ya kilomita saba toka Matemwe Mbulitende mpaka Nungwi. Lengo na madhumuni ya kujengwa laini hii, kutokana na matumizi makubwa ya laini yetu ya Kaskazini Kongwe, huwa tayari imeshafika katika kikomo chake. Kwa hivyo kukamilika kwa laini hii itakwenda kusaidia watumiaji wa laini ile ya Kaskazini Kongwe kuweza kupata nishati ya umeme katika kiwango kinachotakika, kwani kumalika kwa laini hii itaweza kutoa takribani megawati mbili katika laini ile ya kaskazini kongwe, na itapelekea laini ya kaskazini kongwe kuweza kuhudumia wateja katika wastani huo. Hivyo matarajio yetu baada ya kukamilika kwa laini hii, takribani baadhi ya watumiaji wengi wa maeneo ya Nungwi wataweza kuingia katika laini hii na kuweza kupunguza mzigo katika laini ile ya kaskazini kongwe. Hivyo katika kipindi hichi, tunapenda tu na kuomba wateja wetu kuwa na subra. Tunafahamu kuna changamoto kubwa sasa hivi ya umeme kukatika mara kwa mara, lakini pia umeme ambao ni mdogo sana, ambapo unakuwa hauleti tija katika matumizi yao ya kila siku, kama tunaofahamu kwamba ukanda huu wa kaskazini ni ukanda ambao una uwekezaji mkubwa sana wa hoteli na unahitaji umeme wa kutosha sana. Kwa hivyo kuwepo kwa leni hii itapelekea kutoshelezeka kwa huduma hii ya umeme kwani itaweza kuondosha idadi kubwa ya watumiaji katika laini ile ya kaskazini kongwe, kwa upande huu wa kaskazini. Hivyo tunapenda kuambia kwamba wateja wetu, kwa muda mchache kutoka sasa, takribani ya wiki tatu zijazo, laini hii itakuwa imekamilika na itaweza kuwanufaisha watu hao ambao tumewakusudia. ZECO ipo kung'arisha maisha yako.